Maelfu ya washiriki wamehudhuria tamasha mashuhuri ya kitamaduni ya Lamu ambayo huandaliwa kuonesha turathi za jamii ya Waswahili. Wakazi wanasema tamasha hiyo si muhimu kwa kuangazia utamaduni tu, bali pia inapiga jeki uchumi wa eneo hilo. Wenye hoteli, wahudumu wa mashua na wafanyabiashara wamevuna pakubwa kutokana na idadi kubwa ya watu wanaohudhuria tamasha hiyo ya siku tatu. la mukalcha inafanywa wakati ule ni wa holiday, kila mtu yuko free, watoto wako kwa wengi na kina mama wengi wamejitosa katika biashara ambazo ni za snacks. Sao, wakati huu watapata lot of customers ambao wako mahali pamoja, wakileta products zao huku kwenye waka upande wa sokoni huku ambako kalcha imenoga watapata kupata customers wakaribu waka na kwa urahisi sana, na wataweza kujipanua biashara zao kwa siku tatu zijazo na watapata kipato kizuri. Sisi kama faza youth tuko hapa kwa mradi wetu wa blue ambao sana umefocus na mambo na bahari na fish, fish value chain. Culture kidogo imeweza kubadilika ule mfumo wa kwamba zamani ulikuwa kwa, ikiangaliwa ni kwamba ni masherehe peke yake, lakini saa hizi ni kwamba imeweza kubadilika. Tunaangazia kwamba kuja kuangalia kuna exhibition tent, kuna wale ambao wajasiri mali pia wanakuja kuangazia bidhaa zao.